Na katika maisha iko hivyo, unasema Mungu amenionyesha mtu labda, amenionyesha ni mchumba wangu au ni mume wangu au ni mke wangu. Kwa hiyo unaona, ukisubiri subiri mwingine atawangi huo ni mtoto subirisha. Basi kwenye maombi, tunaona jinsi huyu binti alivyopata kibali. Kwa hiyo kuna swala la kutii na kuwapenda na kuwathamini watu wanaokulea na kuwasemea mazuri mara nyingi sana tunabaki na kusema mabaya. Mara nyingi tunapokutana na mambo magumu tunafikiri kwamba tunaweza tukayatatua kwa haraka zetu, au kwa papo kwa papo. Mengi yamezungumzwa ni mazuri mno, Bwana, na mimi naongezea tu nichache sana. Mimi na naendelea kuzungumza jambo ambalo lilishikishwa kuzungumziwa la kutii na kuwathamini watu wanaokulea hili ni jambo la msingi sana, na jambo hili vijana wengi wameshindwa kulekumini. Kwa mfano, mtu anaweza kwamba labda akatokea kwamba amepoteza wazazi na akalelewa na watu fulani, aidha ndugu au watu tu waliojitolea. Anaweza akafika mahali anashindwa kuwakubali wale watu hataki maonyo yao, hataki zile taratibu zao za kumlea. Lakini lazima tujue kwamba wale watu wanakulea kwa upendo, na kila nyumba, kila familia ina jinsi yake ya maisha. Lazima ukubali kile wanachofanya kwako, ukijua kwamba wanakufanyia kwa upendo, ili na wewe uweze kupokea baraka za Mungu kama alizozipokea Esther. Tunaona ma mafanikio ya Esther hayakuanza tu pale, yalianza tangu alipokuwa analelewa na huyu binamu yake akiwa mdogo. Kwa hiyo na huyu binamu yake alimjua sana, kwa hiyo ilipofikia wakati hata akawa na ule uwezo wa kusema kwamba ngoja nimwambie na Esther naye akawe kundi mojawapo wa watu watakaoenda. Kumbuka pia Esther alikuwa ni Myahudi, wala hakuwa kati ya wale watu ambao wanatakiwa, lakini mjomba wake wa kumjua na jinsi alivyokuwa mtii tunaona jinsi huyu binti alivyopata kibali. Kwa hiyo kuna swala la kutii na kuwapenda na kuwathamini watu wanaokulea na kuwasemea mazuri. Mara nyingi sana tunabaki na kusema mabaya, hata yale ambayo wametufanyia mpaka hapo tulipofika hatuyaoni. Hata kama mtu amefanya mawili mabaya, yale tisini na nane yote unasahau, kwamba isingekuwa huyu mtu sijui leo ningekuwa wapi. Kwa hiyo naomba turudi kwa Esta tujue tuthamini watu wanaotulea. Bwana Yesu asifiwe. wa na kuna baraka zake Esther alipokea kwa jinsi hii, na we unaweza ukapokea kwa namna nyingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. wa jambo jingine ni mwitikio, mwitikio wa Esther, utulivu na subira. Esther alipopokea yale maneno alipo aliyoletewa kuhusu kwamba Wayahudi wanaenda kuangamizwa, alijua kwamba jibu linatoka kwa Mungu. Ijapokuwa pale mwanzo inaonekana kama vile alikuwa na kusitasita, lakini alifika mahali akajua jibu linatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ndipo akasema kwamba wakafunge na kuomba, na yeye huko kwa mfalme aliko atafunga pamoja na watumishi wake na kuomba. Mara nyingi tunapokutana na mambo magumu tunafikiri kwamba tunaweza tukayatatua kwa haraka zetu au kwa papo kwa papo, jambo ambalo sio. Kwa hiyo zilihitajika tena siku za kujipanga, ili watu waombe, na tunaona kwamba waliomba. Sio hivyo tu, baada ya kuomba, ina maana kwamba kulikuwa na hatua ya kwenda kwa mfalme, na pale anasema kama ni kufa na nife. Sio hilo tu kwamba baada ya kwenda kwa mfalme na kupata kibali kwa mfalme, anapanga tena niandae karamu. Sio kwamba alikuwa amekwisha kuandaa ile karamu, anamwambia mfalme basi njoo nyumbani. Ina maana kwamba kuna kipindi tena cha kuhitaji subira, kwamba hili jambo kweli liko limekwisha kutangazwa. Si mnajua kwamba mbiu ilishapigwa eh? Watekelezaji vyombo vya dola vimeshapewa taarifa kwamba kuna hili na na hili hili na hili, na hili. Lakini Esther alijua kwamba kuna Mungu anayeweza, lakini akajua pia kuna jinsi ya kuitikia, kuna jinsi ya kutulia na kuna kuvuta subira. Kwa hiyo inawezekana ni wiki kadhaa hapo katikati au siku kadhaa zilitumika. Wakati mwingine unaweza ukapewa jambo ukafikiri ni sasa hivi eh? Unaona, hata kumsubiri mchungaji uje umwambie unapoteza muda, unataka kukimbilia ikulu. Mungu afanye vitu kwa namna hiyo, anaweza akakwambia jambo leo na linavuta muda siku kadhaa, miaka. Sio kwamba linatokea sasa hivi. Sasa hivi unapokeaje? Unaitikiaje? Na unachukua hatua gani? Na katika maisha iko hivi, nasema Mungu amenionyesha mtu labda amenionyesha ni mchumba wangu au ni mume wangu au ni mke wangu. Kwa hiyo unaona, ukisubiri subiri, mwingine atawahi huo ni mtoto subirisha, basi kwenye maombi mwambie na ambie, namsimamisha nam, nam, nam, nam, nam, nam, yani namsimamisha kwenye maombi. Lakini unapoenda haraka haraka, unaenda unaenda vibaya. Kama ni mwanaume na kukataliwa, unakataliwa, ndivyo itakavyotokea kwa sababu ya haraka zako. Mungu akikwambia sasa hivi, haimaanishi over the night kitu hicho kimekwisha, yani kesho umeshachelewa. Hapana. Kwa hiyo tu, tujue jinsi tunavyochukulia, tunapokutana na mambo tunaitikiaje? Tunakuwa na utulivu. Usipokuwa na utulivu, utafanya vitu vingi ambavyo ni uharibifu na ambavyo vitakufedhesha. Mara nyingine, tunapokeaje na tunavuta subira. Lingine ni nafasi ya mtu katika taifa. Mungu anatenda kazi na watu wachache sana, na anaweza akatenda kazi kwenye taifa na mtu huyu mmoja - hmm, ili mradi tu ametambua nafasi yake na kusimama kwenye nafasi yake. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo utakapo watokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine bila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuaye kama wewe hukuingia wamekajiri wakati kama huo, hilo damishiosi lakini utajuaje kwamba wewe hukuujia ufano kwa wakati kama huo hivi? <coughs> wewe, wewe unajua kwamba Mungu amekuokoa kwa kusudi gani kwa wakati gani? Unyia ufame huyu, alikuwa anaongelea ufame ule uliokuwepo, lakini sisi tunaongelea ufame wa Mungu uliopo sasa hivi na ufame ambao upo chini ya utawala wa Mungu, kama vile taifa kama Tanzania au ukoo wako.